Mheshimiwa Rais ni kukaribisha kwa kusema kwamba huyu binti anaitwa Julia, anakaa Kisitwe Gairo, uh, ana miaka kumi na moja anasoma darasa la nne, anataka kuwa mwalimu. Wazazi wake wametengana, mama ameondoka, wamebaki na baba, baba hakai nyumbani. Julia na dada yake Joyce wanaenda kukusanya kuni. Nadhani nimemwona Joyce yule anataka kuwa rubani. Na sio tu anatafuta kuni kwa ajili ya wao kupika lakini pia kuuza. Nilivyoongea na Julia, amuuliza huko porini kuna shida gani, akaniambia tunafukuzwa na wachunga mbuzi, ndio neno alilotumia. Sasa mimi sikuwa nimeelewa, unafukuzwa na wachunga mbuzi, maana yake nini? Kumbe ni vijana ambao wanatafuta kuwabaka, ya kuuliza kwa Julia katika kutafuta nishati ya kupikia inawezekana kabisa future yake ya kutaka kuwa mwalimu ikagoma pale pale katika umri mdogo, kutokana na mazingira hatarishi anayoishi nayo arama. Ambayo imenisikitisha zaidi ni hii ya maendeleo ya jamii ambapo watoto wetu hawa waliosemwa hapa Julia na mwenziwe, kwa sababu ya kazi za nyumbani wanashindwa kufanya mengine, wanashindwa kufanya maendeleo yao shuleni, kwa sababu ya shughuli zilizowalazimu nyumbani. Bado ni watoto hao wenye hamu ya kuwa mapilot, wenye hamu ya kuwa vyovyote vile walivyokuwa wanataka, madaktari, walimu, wawe Samia, wawe Samia, wawe vyovyote vile, lakini matamanio yao, utashi wao unakatwa na kitu kidogo, nishati ya kupikia. Ni lazima tuende na nishati safi ya kupikia kwa maendeleo ya nchi kwa maendeleo ya jamii yetu, kukinga haki za wanawake. Tafakari, jiulize ni watoto wangapi wanapoteza ndoto zao kutokana na maisha kama haya wanayopitia Juli na Joisi. Ni akina mama wangapi wamepata maradhi ya mfumo wa upumuaji na hata kupoteza maisha kutokana na matumizi ya nishati chafu ikiwemo kuni na mkaa? ni hekari ngapi za misitu zimepotea kutokana na shughuli za kilimo, uchomaji wa mkaa na ukataji wa kuni? Majibu ya maswali haya na mengine mengi yamechagiza Tanzania chini ya kiongozi wake hodari, mwanamama jasiri, mwanamazingira na mbeba maono Daktari Samia Suluhu Hassan kuungana na dunia kupaza sauti ya hifadhi ya mazingira na nishati safi ya kupikia. Nilielekeza, kama ilivyosemwa, uandaliwe mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nilifanya hivyo kwa sababu maalum. Kwanza, kutokana na ukubwa wa tatizo, kwani kama mlivyosikia hapa, asilimia tisini ya kaya nchini zinatumia kuni na mkaa. Lakini pili, nilitambua athari kubwa na za kudumu zitokanazo na matumizi ya nishati siyo safi ya kupikia, yani kuni na mkaa. Katika safari hii ya mapinduzi ya kijani, Gairo haijaachwa nyuma, kwani ni wilaya ambayo ni maskani ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi hali ambayo inaathiri uzalishaji na maendeleo ya sekta za kilimo na mifugo, sekta ambazo ndio moyo na mhimili wa maisha ya wananchi na uchumi wa wilaya ya Gairo, kwani takwimu zinaonesha kati ya wakazi takriban laki mbili elfu hamsini na nane mia mbili na tano asilimia tisini na nane ni wakulima na wafugaji. 2022 baragumu la kampeni ya urithi wa kijani lilipulizwa kupaza sauti ya wito wa utunzaji wa mazingira sambamba na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ikiwa ni utekelezaji wa mikakati na mipango ya kitaifa na mipango ya mkoa wa Morogoro. Leo ni siku ambayo wa sisi wananchi wa wilaya ya Gairo tunazindua rasmi kampeni tunayoita kampeni ya urithi wa kijani Gairo. Tunatambua kwamba hivi sasa serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imeweka kipaumbele katika suala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, na inafanya hivyo kwa sababu tunatambua changamoto na athari ambazo zinatokana na uharibifu wa mazingira. Leo hii tunapozindua kampeni hii ya urithi wa kijani nina matumaini makubwa Tanzania yaweza kuwa ya kijani. Miaka mitatu si haba, mwanga wa matumaini umeangaza. Kampeni ya urithi wa kijani Gairo imeleta matokeo chanya, hamasa ya matumizi ya nishati safi imeongezeka, na matumaini ya malengo ya kufikia asilimia themanini ya wananchi kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo 2035 yanaonekana. Kazi inaendelea. Kupitia programu ya maonyesho ya Samia Kilimo Biashara Expo inayofanyika kila mwaka, ujumbe wa nishati safi unafika kila kona ya Gairo. Kiukweli hata mimi nilipoingia hapa, wakati naingia nilipoyaona maonyesho haya yamekuwa makubwa, yalitaka kufanana hata maonyesho ya Nane Nane ya kitaifa. Kwa kweli Gairo mmetisha sana. Naongeleni sana kwa maonyesho haya. REA ni taasisi ya umma, wakala wa serikali wa nishati. Wamekuja wakiitikia mwito wa Dokta Samia Suluhu Hassan wa kuhamasisha matumizi ya mapishi kwa kutumia nishati mbadala. Ndugu zangu, haya majiko haya tunayoona haya ya mkaa haya na huu mkaa wa kawaida tunaotumia huu, huu mkaa huu, masiara yake sio madogo. Ule moshi unaotokana na pale, ule mkaa uliotengenezwa kwa kutumia mafuta ya taa na kadhalika na nini, unaua watu wengi sana kila mwaka. Ni miaka mingi ya kupikia moshi, moshi, moshi, moshi, moshi. Sasa mama Samia amejitokeza kama msemaji mkuu wa kupika na nishati salama dunia nzima. Tanzania tumejitangaza dunia nzima, mama Samia wamemwitikia dunia nzima, Afrika nzima, wanamsikia yeye kwa jambo hili. Sasa tunahimizana, watu wa Gairo, yamekuja majiko ya nishati safi mia saba, wamekuja nayo hawa watu wangu. Wanee, asanteni sana wapelekee mpelekee Injinia Hassan na nyinyi familia nzima area shukurani zangu za dhati. Majiko mia saba nimeambaa ni yote, watu wa Gairo mmechukua, hongereni sana, sana, sana. Watu wa Gairo, kama ambavyo tunajua kwamba hivi sasa nchi yetu ya Tanzania chini ya jemadari wetu Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan amekuwa akihamasisha Watanzania kuweza kutumia nishati safi ya kupikia na tayari rais wetu mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hasani amezindua mpango wa nishati safi ya kupikia ambayo lengo lake ifikapo mwaka 2034 asilimia 80 ya watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Tafsiri yake maanake, hata sisi katika wilaya yetu ya Gairo tunatakiwa ifikapo mwaka 2034 tuhakikishe kwamba asilimia 80 ya wananchi wa, wa wilaya ya Gairo wanatumia nishati safi ya kupikia. Na katika hilo, niwashukuru sana ndugu zetu wa REA kwa kutuunga mkono, lakini kwa kuichagua wilaya ya Gairo kuanza kampeni maalumu ya kusambaza majiko ya mama ambayo Mheshimiwa Rais ametoa fedha ili majiko haya ya gesi yaweze kupungua. Na kwa kufanya hivyo majiko ya gesi sasa yamepungua. Kutoka shilingi elfu arobaini na tano kwenye mtungi mdogo mpaka shilingi elfu kumi na tisa na mia tano. Piga makofi kwa Mama Samia. Wilaya ya Gairo imekuwa kinara nchini Tanzania kuanza utekelezaji wa mradi wa majiko ya gesi ya ruzuku pamoja na miradi ya majiko banifu ya ruzuku chini ya wakala wa nishati safi vijijini REA, ambapo jumla ya majiko ya gesi elfu tatu mia mbili ishirini na tano yalitolewa kwa wananchi kwa bei ya ruzuku na majiko banifu 700 yalitolewa bure kupitia mbunge wa jimbo la Gairo mheshimiwa Shabib, jumla ya majiko ya gesi mia saba yalisambazwa kwa wananchi bure. Natoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kupitia maonyesho haya kwa ajili ya nishati safi kwa kweli yametoa elimu na ujumbe ulio, ulio mahususi na wananchi wa wilaya ya Gairo wamehamasika sana, na nadhani wataendelea kuitumia nishati safi badala ya kutumia nishati ambayo ilikuwa ina madhara kwao. Wamechukua majiko ya gesi, wamechukua majiko yenye kutumia mkaa kidogo. Ukweli kwa siku ya leo nimefurahi sana kusikia hili zoezi kwamba katika kijiji cha jirani kuna swala la kupata majiko ya gesi. Tunafurahi kwa kweli, kina mama wenzangu, kina dada, mabinti na wengineo, habari ya kutumia kuni hizo ni kizamani. Tusiharibu mazingira, ili swala la Mheshimiwa Rais ni jambo jema kwa sisi wananchi. Jamani, naomba tununue, kauzeni mbaazi, fiwi, mahindi, tununue gesi, tunakwenda na wakati. Kwa leo tunapata kwa elfu 19 lakini pia katika yote hayo, namshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa punguzo kama hili kwa sisi wananchi wenye hali ya chini. Asante kwa kutununulia gesi ama atapika kwa kuni. Pikia nishati safi, atajikinga na magonjwa, hatutaharibu mazingira, utawasaidia ya ya wananchi kutokata miti, na hata hivyo wamesha imalizi kwa sasa hivi hata mkaa wenyewe umekuwa na gharama kuliko umeme. Pigeni makofi na Mama Samia. Sasa sisi kama wakala tumeshiriki kwenye haya maonyesho ambayo yanaendelea Gairo na sisi tumekuja na teknolojia za aina mbalimbali, kati nyingine ambayo tunasambaza sisi ni pamoja na nishati safi ya kupikia ambayo ni kampeni sasa hivi ya nchi nzima, ili kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, tunatunza afya za wananchi wetu, lakini pia tunatengeneza mazingira ya watu wengine kufanya shughuli za biashara, baada ya kupoteza muda mwingi kwenda kutafuta kuni. Tumekuja na majiko ambayo yanatumia umeme kidogo. Majiko haya tunaamini wananchi wataweza kuyanunua kwa sababu sasa wamefikiwa katika maeneo yao kwa maana ya upatikanaji wa umeme. Masizi tupa kule. Masizi tupa kule. Mama Samia wewe. Nishati safi ya kupikia wewe. Masizi tupa kule. Masizi tupa kule. Ni sauti za kina mama wa Gairo wakitoa ahadi yao ya kuachana na nishati chafu na sasa wanasema wanaoga kwanza ndipo wanapika. Kampeni ya mtuwe mama kuni kichwani imepamba moto. Wanawake wa Gairo, wa Gairo hawatembei tena mwendo wa mwiba wakibeba kuni kichwani, bali wanatembea kifua mbele na mitungi ya gesi nyepesi, salama na rafiki kwa afya yao. Sasa tuliwaeleza wanawake siku ya uzinduzi wani uh, kampeni ya kumtua mama kuni kichwani, katika vikundi ambavyo tutavipa vipaumbele ni vikundi ambavyo vitakuwa na miradi ya masuala ya nishati safi ya kupikia. Tumeona majiko mengi yanatolewa, lakini tutapata changamoto wakati wa kujaza gesi kwenye majiko haya. Tute, nategemea nitapata vikundi kutoka kwa wakinamama hawa hapa ambavyo mtakuwa na miradi tuwakope, tuwakopeshe fedha mkaanzishe maduka ya gesi ili wanaotaka kujaza gesi hata akiwa Nongwe, basi apate urahisi wa kujaza gesi pale gesi yake itakapokuwa imeisha. Vituo vya kuuza na kujaza gesi vimetamalaki mjini na vijijini. Aidha, halmashauri imetumia mapato yake ya ndani milioni 31 kutoka katika asilimia kumi za mikopo kuviwezesha vikundi vya vijana na wanawake kufanya usambazaji wa majiko ya gesi na utengenezaji wa mkaa mbadala. Hilo, DC tuko tayari kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais kwa baada ya uzinduzi huu kitakachofuata ni kuhakikisha tunaingiza suala la nishati safi kwenye mipango yote ya maendeleo kwenye halmashauri ya wilaya ya Gairo. Na kupitia hili tutahakikisha tunatoa kipaumbele kwa vikundi vyote ambavyo vitakuwa na lengo la kuwa na miradi ya kuanzisha maduka ya gesi kule kwenye kata na vijiji. Tuanze sasa ili wanawake wa wilaya Gairo waondokane na matumizi lakini pia watekeleze ile ajenda yetu ya kumtua mama kuni kichwani. Inawezekana Gairo. Eh, mpango wa gesi huu, jamani, gesi salama. Na huu mpango wa Mheshimiwa Rais ametuongoza njia. Mzee kaumia macho, yameiba macho ya mekundu kwa ajili ya kupikia kuni. Leo hii kuna mahali unakwenda kupata kuni ni jangwa tupu, miti imeadimika. Kwa hiyo ni lazima tuende kwenye hii mbadala wa gesi, na Mheshimiwa Rais ametuonyesha njia na anatuambia ifikapo 2034 asilimia 80 tutumie gesi. Sisi kama wanawake wa kikundi cha upendo kata ya Magoeko Gairo, tunamshukuru huyu mama, maana tumepata viwango vya juu kwa ajili ya kutupatia mkopo wa milioni 15 na ambao huo umetuwezesha kuweza kupata na, ku, na kuwa katika mlolongo wa nishati safi na majiko ya kupikia. Nishati safi hii inatuwezesha wanawake hata kutumia muda wetu mfupi, tofauti na muda wa zamani, tulikuwa tunatumia muda mrefu sana kwenda milimani kutafuta kuni, ambako huko kulikuwa na madhara ya wanawake kubakwa, pia kukimbizwa, vitu ambavyo tulifanyiwa wanawake visivyo stahili. Tunampongeza sana Mama Samia. Yaani shukrani zetu tunasema kwamba Mama Samia ni tano tena. Urithi wa kijani sasa ni jambo la wananchi. Zaidi ya miti milioni mbili imepandwa na matumaini ya kukikanisha Gairo yameanza kurejea. Kupanda miti sasa ni tabia yao, ni utamaduni wao. Niwaombe sana ndugu zangu kwanza kutetea uhifadhi wa mazingira kutunza mazingira lakini pili, tujitolee kupanda miti kwa wingi. Hey mama kasema panda miti, usika tena, mbona iko wazi? Urithi wetu ni kijani, tunajivunia mandege ya kijani. Panda miti, kampeni ya urithi wa kijani. Tanzania we kijani, mimi na ili kuhakikisha kwamba upatikanaji wa miche unakuwa si kikwazo, wilaya imeanzisha vitalu vya miche ya miti mbao, matunda na kivuli ambayo hutolewa bure kwa wananchi kila mwaka, kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Kampeni ya urithi wa kijani Gairo sasa inafungamanishwa na sekta ya kilimo ambapo wananchi wanahamasishwa kufanya kilimo misitu kwa kupanda mazao ya miti ambayo yana faida kubwa kiuchumi, ili kupambana na umaskini sambamba na kutunza mazingira. Kwa ushirikiano na wananchi na wadau ikiwemo taasisi ya Agriwezesha, hadi sasa ekari mia tatu za parachichi zimepandwa na ifikapo mwezi Mei ishirini ishirini na tano zaidi ya ekari mia mbili za mashamba ya parachichi na karafuu zitakuwa zimepandwa katika tarafa ya Nongwe. Na ifikapo mwezi Mei ishirini ishirini na tano zaidi ya ekari mia mbili za mashamba ya parachichi na karafuu zitakuwa zimepandwa katika tarafa ya Nongwe. Sasa kwa kuzingatia vipaumbele vya kitaifa, kwa kuzingatia mipango ya serikali chini ya Rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hasani, tuliamua tuje na mkakati mahususi wa kuweza kukabiliana na changamoto hizi mbili moja, kukabiliana na changamoto ya umaskini kwa maana ya kuweza kukuza pato la mwananchi mmoja mmoja, lakini jambo la pili, kuweza kusaidia kwenye jitihada za kitaifa za kuweza kukabiliana na athari za kimazingira. Hivyo tukaamua kuja na programu ya urithi wa kijani Gairo. Katika programu hii tunachokifanya, tunatunza na kuhifadhi mazingira kwa upande mmoja, lakini pia tunahamasisha kilimo misitu au kilimo hifadhi, kilimo ambacho kina faida kwa wananchi na mpaka sasa tume fanya kazi kubwa sana ya kuweza kupanda miti kwenye taasisi, kwenye barabara, kwenye mashamba ya wananchi, lakini kwenye upande sasa wa, wa, wa sekta ya, ya, ya kilimo kupitia programu ya urithi wa kijani Gairo, tunahamasisha wananchi kufanya kilimo misitu kwa maana ya kupanda miti ambayo itakuwa na faida kwa wananchi, na mpaka sasa tumeshafanikiwa kuanzisha mpaka vitalu vya miche ya miti ambayo ikishakuwa tayari wakati wa masika tunagawa kwa wananchi. Aa, wakati tunakuja Gairo kitu ambacho tulikikuta tulikuta, uh, kwanza wananchi walishahamasishwa kuwa na tabia ya utunzaji wa mazingira, lakini wananchi pia walishakuwa wamehamasishwa kuanzisha vikundi mbalimbali mbali kwa ajili ya kuzalisha miche ya parachichi, lakini pia tulikuta kuna programu ambayo ilikuwa inaendelea chini ya ofisi ya mkuu wa wilaya, programu ya urithi wa kijani, na sisi tukaungana na ofisi ya mkuu wa wilaya chini ya programu ya urithi wa kijani tukaja na mradi wa agroforest ambayo tunasema mradi wa kilimo misitu. Sasa katika mradi huu kitu ambacho tunakifanya na kitu ambacho tumeshakifanya, kwanza tumelenga kutekeleza mradi huu kwa, uh, katika tarafa ya, ya Nongwe, na mradi huu umegusa vijiji kumi na moja na mradi basi unatarajia kuzalisha miche ya miti ipatayo laki moja na sitini na tano. Katika miti hiyo yote tunakuwa na miti laki moja na kumi ya parachichi, lakini aina nyingine ya miti inakuwa miti ya mbao. Zao la parachichi linaweza likatukomboa kiuchumi, kwani ni, ni zao ambalo kwa miaka mingi kwa ukanda wetu tumekuwa tukilima mazao ambayo yamezoeleka kwa muda mrefu, maharage na mahindi, lakini kwa kiasi kikubwa leti tija sana kwenye uchumi wa wananchi, kwenye uwezo kwa kiujumla. Kwa hiyo kwa bado tunapata changamoto nyingi sana za kiuchumi eneo hilo kwa hiyo kuja kwa zao la parachichi tumechukulia kama ndio mkombozi wetu na tume, wa, wananchi wameitikiwa kwa wingi sana mpaka sasa hivi kikundi chetu kina wanachama mia moja na arobaini tunaendelea kulea kikundi kingine ambacho nacho kina wanachama 35 kwa hiyo kwa ujumla kama wanachama mia moja sabini na tano wote hao tunatazamia kwamba kuwe na miche angalau kila kaya miche mia moja isipungue kila kaya. Kwa hiyo kwa watu hao mia moja na sabini na, na tano ni wazi kwamba kutakuwa na ekari ambazo zisizopungua mia moja na sabini na tano ambazo zitapandwa parachichi, hivyo kufanya hali ya mazingira katika maeneo yetu kuwa mazuri zaidi tofauti na vile ambavyo ilikuwa zamani. Wananchi wa Gairo wanasema jambo la mama ni jambo lao. Ajenda ya utunzaji wa mazingira sambamba na ajenda nishati safi ya kupikia ni ajenda ya kudumu. Kampeni ya urithi wa kijani imezama katika vichwa na mioyo ya wananchi wa Gairo. Ni kampeni ya upendwa iliyobeba matumaini ya kunusuru afya za watu, hasa wanawake, kunusuru misitu yetu na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi katika sekta za kilimo, mifugo na maji. Utunzaji wa mazingira si hiari, ni wajibu. Nishati safi ya kupikia si anasa, ni hitaji. Tumesimama. Urithi wa kijani ni maisha yetu, hakuna kurudi nyuma. Gairo imechagua njia sahihi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Nishati safi. Nishati safi. Nishati safi.